Ledisi, siku ya ngapi leo? Siku ya ine? Ya tatu? Ledisi, ledisi siku ya tatu leo. Hapa tuko Uvira. Jambo. Ni Uvira hapa, nikuambia tu, nikutangazia populasyo ya Uvira. Kusema kwamba hakuna adui mwenye yuko hapa Uvira. Hakuna adui ya M23. Adui mwenye yuko hapa ni ubu wanajeshi wa FRDC, wenye mko mnatoroka kubenzavo. Ndobu wenye mko mnarusha masasi hapa mkilalo. Ndio maana niko naita wenzetu wazaleni. I ledisi, siku ya ngapi leo? Siku ya ine? Ya tatu? Ladies, siku ya tatu leo. Hapa tuko Uvira. Jambo. Ni Uvira hapa, nikuambia tu, nikutangazia population ya Uvira, kusema y kwamba hakuna adui mwenye yuko hapa Uvira. Akuna adui M23. Adui mwenye yuko hapa ni huyu bwana Jeshi. Ikiwa ni siku nyingine ni habari ya kukupasha ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, na kusalimu pote palu pale ulipo. Natumaini kwamba katika afya yako kwa muda huu wewe ni vema, na hivyo ninakukaribisha katika kipindi hiki tena, ikiwa ni siku ya Jumatano tariki kumi mwezi wa Disemba mwaka elfu mbili ishirini na tano. Maeneo popote pale ulipo, ni mimi tu kukupasha kwa habari ambazo ziliweza kujiri, na sasa upate kupata utaarifa hii ya habari. Nakumbusha kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC huku Kivu ya Kusini, ni kwambako kituo cha habari hiki kinachoweza kupatikana. Na basi ungana nami mwanzo hadi mwisho, hata pia kwa kubonyeza hapo subscribe, ili ujiunge nami hata kubonyeza alama ya kengele, unapata habari zetu mapema. Najua kwamba ni Uvira na Sange ni kwambako nakuja kukupasha habari, na hata pia nikuambie uko katika bonde la Ruzizi, ni kwenye uwanja wa vita au kwenye mstari wa vita. Na mara moja ni kupashe huko Uvira, Uvira ambako ni makao makuu ya Kivu ya Kusini kwa muda. Ana hivyo tu kuweza kusikika hapo jana hali mbaya sana, na kuweza kusikika waasi wa M23 kuweza kushika maeneo hayo. Jambo ambalo linaendelea kukubalika na wengine kupinga. Kwa wale ambao wanaweza kuambiliwa Uvira bado haijashikwa na waasi wa M23 kuweza kukubali na hata wengine kupinga vikali ya kwamba waasi wa M23 wameweza kushika maeneo hayo. Hali ya usalama iliendelea kuwa mbaya hapo jana maeneo ya Uvira, ikiwa tariki tisa mwezi wa Disemba mwaka 2025, mchana kote kulishinda milio ya risasi na hata pia vijana ambao waliweza kulipua mabomo katika maeneo hayo, wakisadikika na kushakiwa kulipwa na waasi wa M23 wapate kuweka hali ya usalama vibaya maeneo hayo lakini ilipofika saa za jioni na usiku pia, imeweza kusikika maeneo ya hapo Uvira ya kwamba waasi wa M23 kuweza kuingia hapo Uvira. Lakini kwenye mitandao ya kijamii kuliweza kutumwa video ambayo inaonyesha waasi wa M23 kuweza kuingia na wakiwashangilia, ikiwa video ya usiku lakini nikumbushi ya kwamba video hiyo iliweza kuonekana video ya zamani, wakati waasi wa M23 wanaweza kuvuma na kusikilika kuingia maeneo ya Kamanyola. Kutokana na duru za mahali zinaweza kuthibitisha ya kwamba kushika kwa waasi wa M23 maeneo ya Uvira ni uongo mtupu, na ni hiyo imekuwa vita ya kimtandao, ili ya kwamba watu wapate kuwa katika wasiwasi wasi mkubwa hayo yote yaliweza kuthibitishwa na watu kadha wa kadha na hata pia kuonyesha mara ngapi usalama hupo. Licha ya jambo hilo, usiku mzima kuweza kuonekana wasiwasi katika maeneo hapo Uvira na hata watu wengine kuweza kuthibitishwa ya kwamba ni kweli waasi wa M23 wameweza kushika maeneo ya Uvira. Ilipofika sasa asubuhi, watu kadha wa kadha waliweza kushika video na kuweza kuthibitisha mara ngapi waasi wa M23 kutokuweza kuwa maeneo hayo. Balikamata banandika heur tulikamata Luvungi katorze, wanakuambia tushakamata kujera seze, nakwambia tushakamata Sange hivi wanakuambia, nilala na mesaje kevalala karibu na Kiliba. Sasa utachuliza aweo bako na mapeku mikulu au na akona vitu gani poraike kampanya ya adui isidepase makapasite zetu sisi tutranscendele makapasite yadu ya kutudemoralize, paski iko nataka tudemoralize, porque kila mtu atafute namna gani atafanya tupatie Mungu wakati. Hmm, aineveko wanaombe baendele kuomba, basoda yetu inebiko kufront baendele kufanya front, iwe bazalendo iwe FRDC iwe Barundi, kila mtu afanye kazi yake mimi kazi yangu mimi ni kuambia batu bachunge imani yabo. Kazi yangu mimi ni kuambia watu kwamba uvira ne tombera shame. Kazi yangu mimi ni kuambia watu kwamba serikali ifanye nguvu yote itusaidie, iendelee ku reinforce, ita reinforce porque adua i ishemedue kwamba ametushinda nguvu, kwa sababu tukimpatia eneo kabambi ya kutenda kututraumatize kila wakati

ndio ilikuwa problema ya, ya, ya Sange ile. Na pana pole sana kwa watu walipoteza watu pale, baske se in trente de personne, bombe ni eclate pale, tu ya uchinga ya popeke na popeke na. Ndio di fere vite batu yote ya Sange bomba kakuya hapa, pengine wakafuka mshumbuni. Me hapa tungali stand by, Kidiwe ko sawa, Rumingi ko sawa, Sange, na waza ifar de senga ni pale. Donc ni watu basi banike, watu wake na imani, Mungu atatenda, ifar de senga atatenda. Me kama tunawapatia nguvu, tuendelee kuwasoutenir, tuendelee kufanya vyote vitafanyika. Tutakia kukritikia mapuvare apres, mais d'abord sahihi tupreserve Uvira yetu sianguke, porque tuendeke kulia watoto. Hakuna fasi kutaenda <tutu> mahema the... mahe, haitawezekana mahe. Tukaze nguvu batu ya Uvira, tieni magoti chini wenyewe

Licha ya hali ya usalama kuzorota maeneo ya Uvira na kuthibitishwa mara ngapi ni uongo wa haswa M23 hawajaweza kushika maeneo hayo, na hivyo milio ya risasi kuweza kusikika asubuhi hii ikiwa tariki kumi mwezi wa Disemba mwaka 2025 ya kwamba imeweza kusikika. Askari watano wa FARDC walipokuwa wanakwenda bandarini walikutana na wazalendo njiani, na hivyo kuweza kuwakataza wasipate kuenda huko bandarini. Hiyo ilikuwa ni chanzo cha milio ya risasi katika maeneo hayo ya Uvira katika muda huo. Na katika hali hiyo, hayo tu yaliweza kuthibitishwa na mmoja ambaye anasikika kuwa maeneo ya hapo Uvira, Kalma Benge. E, tuko hapo kilalo wa ndugu e piko risasi nalia hapa saiku Kilalo akalima Venge uh, ni palikuwa faride setano zenye zinatokea Mlongwe ziko zinaenda ng'ambo kwa Kuporo. Ufika hapo Kilalo wakakutanana na wazalendo, biko narudisha vatu kunani, basende Kuporo, basendele ng'ambo ya Kuporo, ndio wanaanza rushiana risasi, ndio wanaanza rushiana risasi hapa nikunaona hmm. Sa ilisikika pia jeshi la FARDC kuweza kurudi nyuma kutoka kwenye uwanja wa vita au kwenye mstari wa vita, na hivyo kuanza kurudi na wakaishia maeneo ambao kunaitwa Makobola ni katika tarafa la Fizi huku Kivu ya Kusini lakini kuweza kusikika kurudi nyuma na kurudishwa na kundi ambalo liliweza kuja na ndege na kudemea katika nchi ya Burundi, jeshi la FARDC ili kuja kuongeza nguvu haswa. Kuweza kusikika hali ya usalama katika muda huu wa mchana maeneo ya Uvira kuwa shwali kabisa, lakini nayo na pia yakiweza kuthibitishwa na mmoja ambaye anaweza kuzungumza hapa. Mjambo tena. Ningependa kuambia kwamba sasa hivi Uvira ni salama, maana hapa <coughs> Uvira tulilala bila serikali yoyote, ila kwa neema ya Mungu, naona wote walioenda serikali walikuwa wameshakimbilia Makobola na sasa wamerudi hapa. Subuhi tunaona polisi imepita hapa kumoni manjo niko na tulilala kumoni mako kukwata soda, lakini bana yala hapa basoda wanakuwa ba mingi, banarudia kutoka Makobola, ndio hapa naona presence ya, ya serikali sasa inakuwa mauvira, lakini tofauti na kumalinyo de, de front Uvira kulikuwa tu hakuna hata mtu yani, kama kulikuwa wanajeshi ni hapa mpya wenye walingia ndio biko kumalinyo de front huko kuma plain hivi, wale wale walikimbia wote wanarudia, tunakuwa nao hapa ba mingi kumlima kuna yala na magari yao, tunaanza iona sasa, na polisi zinapita kuzunguruka kufanya patrol sawa. Tutabambia mambo mengine. Hii ni saa Saa tano saa tano leo ni <coughs> saa tano ya siku ya tatu, leo ni le dis. Mm, tuko mchana hivi. Asante sana, sivasoda yote na bazalendo yote akoshashuka makobolanje vanye walikuwa tekuisana naneniletapanikeana <coughs> nat tunasikia se ordre inatoka kwa kusoda kwamba wata warudia Uvira pale, na wengine wanasema ilikuwa releve likuwa nafanyika na vikosi vya mopia forsa speciali yetu enyewe likuwa releve maneno ya kwanza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kuanza kuona Uvira wamelamka, salamu Mwenyezi Mungu atoe sifa. Katika bonde la Ruzizi, ni kukumbusha kwamba maeneo ya Mutarule kumeweza kuonekana wazungu ambao walikuja kufungua ule mfumo wa waasi wa M23 ambao waliweza kuweka mfumo wa kuzuia ndege zisizo na rubani kuweza kuwapiga. Na katika bonde hilo la Ruzizi kuliweza kusikika mkuu wa majeshi wa Burundi na wa Kongo katika maeneo hayo na kuweza pia kuwapatia pesa wazalendo hao, majeshi yanayopatikana maeneo hayo. Lakini mengine ya zaidi ni kwamba wazalendo waliweza kurudi nyuma kutoka kwenye mstari wa vita maeneo ya Katogota na kurudi nyuma, na hivyo kuweza kushika maeneo ya Sange. Zaidi kundi hilo la Kamama ambalo limesikika kuwa maeneo hapo ya Sange, lakini kutoa sababu ya kwamba wazalendo waliweza kurudi nyuma, wakiambiwa na Fardesia kwamba wao watatumikisha mfumo mwingine wao mpya, kwa sababu ya kupambana na waasi wa M23, ila tu wao wakae nyuma lakini mengi zaidi tutakwenda kuyasikia hapa. E, mzee, hii ni ger mediatique, ger mediatique kuko vya kweli na kuko vya bongo. E, kama unasema sasa vile wanasema bazungu walikuya sasa, juste mimi nilikuwa na bazungu mtarule, mimi nilikuwa na bazungu mtarule, venye bako naenda nafunga hanga banaenda naziwia U bloke zile ma arme lourde zabo zenye wanaakonapiga, sasa juste hiyo na itemwanye juu ni benye nilikuwa nabo mutarule, ni benye nilikuwa nabo mutarule. Avo bazungu bako avo, bazungu bako sie, kama tulikuwa simamia Sange, hapana kabunambo, sie tulikuwa simamia Sange ncho kwenye tuko msange ndani pale kwenye Monisco ilikuwaka ndo kwenye sie tuko size kwa ule mwenzetu ka mama, ndo kwenye sie tuko msange. Hapana kabnambo, huko tuko msange, ile ni fausse information, sie tuko msange na kikosi kiliongezeka juzi na jana, nanisikia na wanasema palikuya mamateriel juu chef d'etat major jana alikuwa mpaka sange chef de major wa congo na wa burundi balikuwa jana mpaka sange anasikia na raisi mko na informasio kama raisi alishuka kama juzi basoda benye balikuya akabapatia franga sir plus hapana zile zabu za kusukuma masalere ya kusukuma mbasimu alisema bile ni retar akabapatia franga sir plus njo parmi le force speciale yake yagir garde presidentiel bakoku mstare wa mbele. Balitwambia tu sie turudie tufanye repli kidogo, metubakie nyuma yabo comeapi, lakini benyewe banaenda batumikishe tactique de guerre zabo, paske banaona kama na sie tuko tusha zoweana. Kumbe turudie nyuma, njo raison tulirudilia nyuma mpaka Sange. Nakwambia kwenye tulikuwa sie mutarule ndo tulikuwa naikala akiba, alitumbia tutoke mutarule turudie Sange, nasikia ndo kwenye tuko saizi. Mi niko nakuambia ni habari nyewe iko mutere, hapana habari ya mutu alitumiwa naye voice. Mi ni vita nie nisha pigana ile marupango uko nasikia. E, rupango niile mavilaji zenye ziko yule aluvunge E, yulu ya rubarika sie njo tulikuwa nafunga kule, sie njo drone ya baadui balikuwa na, ilikuwa natupiga kule, sie njo tulikuwa napigwa na madrone. Sie mimi mwenyewe niko nakwambia hapa, ile rupango sie tulipigana na adui macho kwa macho, tukamtosha tena pale rupango, tukamurudisha nyuma kwa ufasi moja banaita banaita kubashinwa, ni distance ya sawa vile Mulongo centre na Kalundu, tukabapigaka tukabarudisha kule kenye tuisie kilituvunjaka moyo ni ile drone za kwabo kutupilone ivi na sie, misaada zetu zinakuya, abataprogrese fasi. Kama haiko siasa, kama haiko siasa, kama kweli hizo uh, maforce aerien maavyo madrone nasie banaleta, manake abataenda fasi. Ni siku kidogo tunakamata Goma, siku kidogo tunakamata Bukavu. Informasio ya baliturudisha siye nyuma va kusema bona hapo batumikishe taktike zao za vita, nama bifa bila ingia benye bako frontiere. Uko na connaissance ya badouane, uko na connaissance na batu ya DGM. Ukibauliza information ya dimanche, watakwambia baliona bifaa gisi binaingia. Habari ile bale babwana ndo banaprogrese mbele kwa kusogea kulokwesi tulikuwa ju baanze kupiga uh, baanze kupiga nani, baanze kupiga Roberizi, baanze kupiga Bwegera paske ndo mafasi mbili Roberizi, Bwegera. Adu yalingia Bwegera, unajua kama ni fasi yabo ni mwingini yabo, ni bale bale batretre ndo balijitokeza Bwegera eh, nani nyuma yabo pale Ruberizi kuko mutu wanamuita Mupara, ule alikula rushwa. Mupara alikuwa kubazalendo, alikula rushwa, ule njo mwenye aliingiza M23 pale mea. Lakini hapana se baliprogrese na vita hapana, njo kama information ile. Me, pamoja na Mungu na kama rais anajibia sawa, rais kama rais anajisimama ako sawa. Rais wa Burundi hakuna kwenye anawezaenda hawachezaki na, Hava na serikali kama inasimama na tumalizie kwa jambo la kuweza kuonyesha tekniki za waasi wa M23 ambazo zimeendelea kuchambuliwa hapo ambako tutakwenda kusikiliza na kuweza kujipasha zaidi ya kwamba waasi wa M23 hawana nguvu za kupambana, lakini wanatumikisha nguvu za kimtandao kwa maneno na kuweza kutumikisha nguvu za tano tano kila mahali hizo nguvu za tano tano na basi tuweze kusikiliza na ili kwamba tupate kujijuza mengi. Mm, hata ni mshukuru huyu e, e, jenerali mwame wa embassy, na mimi ni mfarume wa jadi wa Kihutu e, kutoka Rwanda e, e, kama ulivyosema kwa mwisho ya, ya, ya hii e, kauli yako kwamba Mnyarwanda hutumia uongo propaganda na katika vyombo vya habari. La pili msilojua, uh, Mnyarwanda anatumia katika vita wa Kongo, wa wana Kongo wengi ni hili, wale vijana mnaowaona wana wanacheza vita ndani yenu au wanapigana vita ndani yenu, wanaita madrone, ndio wanaongoza madrone ya Wanyarwanda eh, ile ni aina ya vita Wanyarwanda wanapigana, Wanyarwanda Watusi. Eh, ndio waliopigana wakati wa mwaka tisini na ine, eh, waliita nani ni, ni batayo, eh, sex, senki, senki. Eh ni batayo ya watu watano watano kwa kila selile nasikia, kila selile maana yake kwa kila mtaa wana, wana, wana, wana, wana jeshi watano watano kwa kila mtaa. Sasa wale watoto na wale vijana walikuepo Rwanda pia kazi yao ni hile ni, ni kulipua mabomu, kupiga risasi na kuua raia ndani ya maeneo yenu wenyewe wa Kongo, vile mnavyofikiria kwamba mnamiliki sehemu zenu. Wao wana watu wao watano watano watano. Hebu angalia mfano kama Ruvunge, e, Ruvunge na ule udogo wake e, kila mtaa au kila nyumba kumi ina watu watano watano watano watano. Hiyo ni batayo ya kushika Ruvunge. Sasa Mnyarwanda hawezi kupigana vita ya ana kwa ana ya uso kwa uso, anatumia technique na tactics. Techniques ya kwanza, ya kwanza ni kuwatuma, ni ku, ni, ku, ni, ku uh, ni kupenya, ni kupenya ndani yenu, atumie vijana kama wale wale vijana, sio wao peke yao waulize zaidi, mm? waulizeni zaidi, watuhumu zaidi, wawambie wenzao wako wapi, wanafanya kazi aina gani, ni wangapi? kama niona kama mlishika watano, kama sio wanne, waulizeni. Je, kuna wengine? Watawambia wapo na ni wengi kuliko kuwapiga na kuwaua. Waulizeni kwanza, watoweni habari, watawambia vile walivyo. kuna vikosi vya watano watano watano kwa kila seli ile, kwa kila seli iko pale pale Luvunge. Kongo nzima yote ilishazingirwa na hilo aina la jeshi la watano watano, i wako kila sehemu. Kongo mzima wako pale ndio wanazorotesha yale mambo kama yale wanaweza naka wakawa watano katika kitongo au kitongoji fulani au katika kijiji fulani, wao wakipiga mabomu, mnadhani walishafika pale, mnadhani jeshi liko pale. Hapana, ni wao. Mwingine anapiga pale, mwingine anapiga pale. Sasa wanaanza wanaanza kusababisha panic na uoga. Unasikia hasa raia wa Kongo ambao hawajazoea ile milipuko ya mabomu na mambo ya silaha silaha, wanakimbia. Hiyo ni aina moja Wanyarwanda hutumia katika uwanja wa mapambano. Ushauri wangu kwa kila Mkongo ni huu: kila Mkongo, kila mzalendo ashike silaha, ashike bunduki, ashike bomu, ashike grenade. Mnyarwanda akipiga risasi msikimbie. Mnyarwanda akipiga risasi, nawe piga risasi. Mnyarwanda akitoa bomu, na wewe toa bomu. Mnyarwanda akipiga grenade, na wewe toa grenade. Hawa ni mwanamke, hawa ni watoto wa Kongo, wote wajihami na silaha za alishasha wawe na silaha, wasiwe na uoga make Mnyarwanda anishajua kwamba akipiga kalisasi juu angani mnakimbia. Mnyarwanda anatumia njama zozote, hasahasa hasa ile ambayo wanaitwa ubwenge. So ubwenge, Mnyarwanda huzani kila mtu ni mjinga. Yaani Mnyarwanda kiona Mkongo, anaona Mkongo ni mjinga. Nasikia ndugu zangu, sasa hii kauli yangu Sambazeni kwa Wanakongo wote katika nchi Kongo nzima, na wazalendo wajue kama Mnyarwanda anatumia vita za aina zifuatayo. Anatumia uongo na vyombo vya habari, anatumia wale, wale nani, ile batayo ya watano watano kwa kila kijiji angalieni. Alafu anavyotumia wale watano watano, anatumia baadhi ya watu wenu hau wabembe wafulelo wala hiyo wa kikongo hao hao hawatatumia Mnyarwanda, hawatatumia mwenye, mwenye lugha ya Kinyarwanda, hatatumia mwenye lugha lugha vile unavyosema. Hapana, atatumia ndugu yako, watamnunua atawapa hela hasa, watawasambaza baadhi yenu na katika shamba la mapambano. Hiyo ndiyo sili, hiyo ndiyo sili ya vita za Mnyarwanda na uongo na kusambaza propaganda za uongo na kutumia katika vyombo eh, vya bie habari, kama ile picha ya, ya msemaji wa jeshi la Kongo. Unaona Wanyarwanda walivyoibuni na wakaiweka uongo, wakasema eh, eh, sehemu kama Ruvungi ilishakamatwa. Hiyo ndiyo vita mnyarwanda anayopigana. Mnyarwanda awezi kupigana vita kwa vita, mnyarwanda atapigana vita ya ana kwa ana ya uso kwa uso. Hiyo ndiyo siri yao, nawambia hizi ni vita za kihistoria tumekana hizo vita za mnyarwanda miaka mingi iliyopita hasa hasa nyinyi wa Kongo mkiingia katika he, he, he, historia zenu mtafukuda kufuku, kugundua vita inaitwa vita ya Bushi na Bunyabungo Bushi and Bunyamunyabungo Bushi and Bunyamungo Bunyabungo ni pale pale mulivyo, Luvungi ndio sehemu zote za Bushi huko kote, Kamanyora. Piganeni vita, piga Munyarwanda usiogope, piga uwa, msiwe na samaa. Ukimuua uki, uki ukimuua nyani, usiangalie uso, utamwonea huruma. Piga nyani, usiangalie uso wake okay. Piga Munyarwanda uwa, maliza kule. Munyarwanda siyo binadamu, ni nyoka tu. Basi ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, acha nitoe shukurani, lakini tu ninakuomba kuungana nami kwa kubonyeza alama ya subscribe, hata alama ya kengele, ili unapata habari zetu mapema. Basi natoa shukurani kubwa, kuungana nami tena hata katika vipindi vingine, ili nikujuze mengi kwa hali ya usalama katika DRC na maeneo mengine katika Afrika hata ulimwenguni mzima, na hivyo nikutane na wewe tena katika kipindi kingine, hata unifuatilie katika muda wote ule ambao ninapokujia kwa kupasha habari. Asante, nitakujia tena. Kaa chonjo chao.